Bismillahi rahmani rahim, leo tunaendelea na somo hili la kumi na mbili kwenye maswali, kwenye mazoezi tamarin, mazoezi. Swali namba moja anasema sahih ma yali, sahihisha kile kinachofuata. Kwa hiyo haya maswali yanatokana na hiyo habari ambayo tumeisoma hapo juu. Anasema namba moja, tabhathu ummu ahmada anil miftahi, anatafuta mama ahmad ufunguo Tabhathu ummu Ahmad anil miftahi anatafuta ummu Ahmad, mama Ahmad, mama yake Ahmad, ufunguo. Lakini kwenye habari kule ilikuwa anatafuta dawa. Kwa hiyo sahihi ni tabhathu ummu Ahmad anil dawa'i. Kwa hiyo sentensi kwa mujibu wa habari si sawa. Namba mbili, satadhhabu ummu ahmada ila almustashfa ma'a zawjiha, ataenda ummu Ahmad hospitalini pamoja na mume wake

Majirani wa Hamid wameenda Riyadh. Jirani wa Hamidin dhahabu ila Riyadh, majirani wa Hamid wameenda Riyadh. Riyadh ni mji wa mamlaka Saudia, na kwa mujibu habari walienda Makka na si Riyadh, walienda mji wa Makka. Swali namba 2, nasema anthil fa'ila wa fi kullin min aljumali alatiya, mfanye mtendaji kuwa ni wakike katika kila sentensi miongoni mwa sentensi zifuatazo, manake nobadilishe kitendo kinakuwa kinamwakilisha mtendaji mwanamke namba moja, ameandika hapo atarifu alughata alarabiyata ya akhi, je, unafahamu lugha ya Kiarabu ewe ndugu yangu. Atarifu alughata alarabiyata ya akhi, je, unafahamu lugha ya Kiarabu ewe ndugu yangu. Kisha mbele akaweka sentensi inayoelekezwa kwa mwanamke, atarifina alughata alarabiyata ya ukhti, je, unafahamu lugha ya Kiarabu ewe dada yangu. Hapo naombea mwanamke sasa, ataarifina allughata alarabiyata ya ukhti, je unafahamu lugha ya Kiarabu ewe dada yangu. Mambili, madha taakulu ya Muhammadu, kitu gani unakula ewe Muhammad. Madha taakulu ya Muhammadu, kitu gani unakula ewe Muhammad. Kwa hivyo kama naombea mwanamke atakuwa madha taakulina ya ukhti, kitu gani unakula ewe dada yangu madha takulina ya ukhti, kitu gani unakula ewe dada yangu. Au madha takulina ya aisha ya aishatu, kitu gani unakula ewe Aisha. Watatu, aina tajlisu fi lfasli ya ahmadu, wapi unakaa darasani ewe Ahmad. Aina tajlisu fi lfasli ya ahmadu, wapi unakaa katika darasa darasani ewe Ahmad mwanamke itakuwa aina tajlisina fi lfasli ya Aishatu, ni wapi unakaa darasani ewe Aisha. Aina tajlisina fi lfasli ya Aishatu, ni wapi unakaa darasani ewe Aisha. Namba nne: mata tadhhabu ila lmustashfa ya abi, ni wakati gani utaenda hospitali ewe baba yangu. Mata tadhhabu ila lmustashfa ya abi, ni wakati gani utaenda hospitali e baba yangu. Mwanamke itakuwa mata tadhhabina ila almustashfa ya ummi, ni wakati gani utaenda hospitali e mama yangu. Mata tadhhabina ila almustashfa ya ummi, ni wakati gani utaenda hospitali e mama yangu. Namba tano madha taqulu ya akhi, kitu gani unasema, ee, ndugu yangu au e kaka yangu madha takulu ya akhi, kitu gani unasema ewe kaka yangu. Mwanamke aa, madha takulina ya ukhti. Madha takulina ya ukhti, kitu gani unasema ewe dada yangu. Madha takulina ya ukhti, kitu gani unasema ewe dada yangu. Ya kwa hiyo hivyo hivyo, sentence namba sita, namba saba, namba nane, namba tisa, namba kumi hizi tutazifanya kwa sauti na kuzituma kwa admin inshaallah. Swali namba tatu: anthi alfa'ila fi kulli min aljumal alatiya, mfanye mtendaji kuwa ni wakike katika kila sentensi miongoni mwa sentensi zifuatazo. Hapa sasa ni sentensi za watu wengi. Namba moja ameandika ayna tadhhabuna ya ikhwanu, wapi mnaenda enyi ndugu. Maana hao ni wanaume wengi Aina tadhhabuna ya ikhwanu, wapi mnaenda enyi ndugu. Kwa wanawake nakuwa aina tadhhabna ya akhawatu ni wapi mnaenda enyi madada. Aina tadhhabna ya akhawatu ni wapi mnaenda enyi madada. Namba mbili, aina taskununa ya rijalu ni wapi mnaishi enyi wanaume. Aina taskununa ya rijalu ni wapi mnaishi enyi wanaume. Kwa hiyo kwa wanawake itakuwa aina taskunna, sababu na kwa kwa, nun mbili zinakutana, kwa hiyo inabidi iwe taskunna, kwa hiyo zinakuwa kama nun moja ni shadda. Aina taskunna ya akhawatu ni wapi mnaishi enyi madada au enyi wanawake, aina taskunna ya nisau, hiyo inakuwa sahihi zaidi. Wapi mnaishi enyi wanawake, aina taskunna ya nisau. Namba tatu Al-qahwata tashrabuna amisshaya ya ikhwanu, je ni kahawa mnakunywa au chai enye ndugu. Al-qahwata tashrabuna amisshaya ya ikhwanu, je ni kahawa mnakunywa au chai enye ndugu. Hapo kwenye al-qahwata hiyo, ni hamzatulwasli imeungana ni hamza tul istifham imeungana na hamza tul wasl. Hamza mbili zimeunganishwa ndio mpatikana hiyo elfu moja inayovutwa al qahwata. Kwa hivyo, je ni kahawa, tashrabuna mnakunywa. Al qahwata tashrabuna amisha ya ikhwanu, je ni kahawa mnakunywa au chai yenye ndugu. Kwa hiyo kwa wanawake itakuwa al qahwata tashrabna amisha ya ikhwatu, je ni kahawa

Je, mnafahamu namba ya simu ya chuo kuwa, ata arifna, ata arifna ya simu ya chuo enyi ndugu wanawake, takuwa ataarifna rakma hatifi aljamiati ya akhawatu. Je, mnafahamu namba ya simu ya chuo enyi madada, ataarifna rakma hatifi aljamiati ya akhawatu. Je, mnafahamu namba ya simu ya chuo enyi madada. Swali namba tano lima tadhhakuna ya auladu? Kwanini mnacheka enyi watoto. Lima tadhhakuna ya auladu? Kwanini mnacheka enyi watoto. Kwa wanawake itakuwa lima tadhhakna ya banatu, kwa nini mnacheka enyi mabinti. Lima tadhhakna ya banatu, kwanini mnacheka enyi mabinti. Namba sita: ataqrauna alqurana kulla sabahin ya ikhwani, je mnasoma qurani kila asubuhi

Atasaluna almudarisa al asilatan kathiratan ya auladu, je, mnamuuliza mwalimu maswali mengi, enyi watoto. Atasaluna almudarisa asilatan kathiratan ya auladu, je, mnamuuliza mwalimu maswali mengi, enyi watoto. Atasaluna nakonake takuwa atasalna. Atasalna almudarisa asilatan kathiratan ya banatu, je, mnamuuliza mwalimu maswali mengi, enyi mabinti.

Pamoja na nani mnacheza enyi watoto wangu? Ma'aman tal'abna ya banati, pamoja na nani mnacheza enyi mabinti zangu? Lima tajlisuna huna ya rijalu, kwa nini mnakaa hapa enyi wanaume? lima kwa wanawake itakuwa lima tajlisna huna ya nisa'u, kwa nini mnakaa hapa enyi wanawake. Naam, kisha anaendelea swali namba 4, yanasema hawilil mubtadaa fi kullin min aljumal alatiya ila jam'in badlisha mubtadaa ila jina la mwanzoni wa sentensi katika sentensi hizi zinazofuata pabadilishe kutoka kwenye umoja kwenda kwenye wingi. Mfano, namba moja tumeandika ana mimi afhamu darsa jayidan. Mimi nafahamu somo vizuri. Ana ni mimi, maana yake mtu mmoja. Kwa wingi na kuwa nahnu, tunafahamu adarsa, kulifahamu somo, jayidan, vizuri kwa moja, na ana afahamu. Sisi, wengi, nahnu. Ana la adhabu ila suqi kula yaumin, mimi siendi sokoni kila siku.

Matatu. Ana ashkuruka ya ustadhu, mimi nakushukuru wewe ewe mwalimu. Ana ashkuruka mimi nakushukuru wewe, ya ustadhu, ewe mwalimu. Kwa wingi itakuwa nahnu nashkuruka, sisi tunakushukuru wewe, ya ustadhu, ewe mwalimu. Nahnu nashkuruka ya ustadhu, sisi tunakushukuru wewe ewe mwalimu. Ana ajlisu amama almudarrisi, mimi nakaa mbele ya mwalimu ana ajlisu amama almudarrisi, mimi nakaa mbele ya mwalimu. Kwa wengi takuwa nahnu najlisu amama almudarrisi, sisi tunakaa mbele ya mwalimu. Nahnu najlisu amama almudarrisi, sisi tunakaa mbele ya mwalimu. Ana alana aktubu barqiyatan, mimi hivi sasa naandika ujumbe wa wa maneno telegram. Nadhani teknolojia ambayo ilikuwa inatumika kipindi hicho, sasa hivi sidhani kama ni maarufu ana alana aktubu barqiyatan, mimi naandika ujumbe wa maneno. Ana alana, mimi hivi sasa. Aktubu barqiyatan, naandika ujumbe wa maneno. Kwa wengi itakuwa sisi hivi sasa, nahnu nahnu alana, sisi hivi sasa. Naktubu barqiyatan, tunaandika ujumbe wa maneno Swali na watano anasema, amama kulli jumlatin sighatani, mbele ya kila sentensi kuna sigha mbili, yani miundo miwili ya vitendo lilfi'l, ikhtar as-sigha as-sahiha, tachagua muundo sahihi wa akmil biha al-jumla, nakamilisha kwa muundo huo sentensi. Maana kuna vitendo viwili, kitendo ambacho kinaendana na sentensi husika ndicho ambacho utakichukua na utakiweka kwenye hiyo sentensi ili maana ikamilike. Naam. Kwenye namba moja hapa ameandika fi ayi sanatin dash ya Katada tu, katika mwaka gani dash ya katada ewe Katada. Kwenye mabano huko ameandika tadrus au tadrusina. Tadrus ni kwa mwanaume, tadrusina ni kwa mwanamke. Anta tadrus, wewe unasoma. Mwanamke anti tadrusina, wewe unasoma. Kwa Katada huyu ni mwanaume, kwa hiyo fi ayi sanatin tadrusu ya Katada, katika mwaka gani unasoma ewe Katada.

atacrifu isma at-tabibi alladhi yaskunu amama baitina ya ahmadu. Je, unafahamu jina la daktari ambaye anaishi mbele ya nyumba yetu ee Ahmad? Kni mwanamke kusema, ata'rifina isma at-tabibi alladhi yaskunu amama beitina ya Aisha. Swali namba tatu, limadha, kwa nini, alwajibati bilqalami al-ahmari, ya banati, yenye mabinti zangu, wanawake wengi hao ban huku na taktubuna, taktubuna hii kwa wanaume, antum taktubuna, na taktubna, taktubna ni wanawake wengi, antunna taktubna. Kwa hapo itakuwa limadha taktubna alwajibati bilqalami al ahmari, kwa nini mnaandika mazoezi kwa kalamu nyekundu, ya banati, enyi binti zangu. Ya banati, enyi binti zangu Limadha taktubna alwajibati bilqalami alahmari ya banati? Kwa nini mnaandika mazoezi akalamu nyekundu enyi mbinti zangu? ban, afi wakti lamal ya abnawoowenauuisha anawaotoaana katika wakati wakazi mnacheza enyi watoto enyi watoto wangu. afi waqti al-amali talabuna ya abna'i. Je, katika wakati wa kazi ndio mnacheza enyi watoto wangu? afi waqti al-amali talabuna. na watano no. mata dish ila suqi ya abi. Mata huko nyumbani tadhabu na tadhabina, kwa sababu abi mwanaume kitakuwa. Mata tadhabu ila suqi ya abi, ni wakati gani utaenda sokoni ewe baba yangu, au ni wakati gani unaenda sokoni e baba yangu. Mata tadhhabu ila suqi ya abi, wakati gani unaenda sokoni e baba yangu. Namba sita. Adesh raqma hatifi saidaliyati ya ummi, je huko kuna taarifu na taarifina, kwa sababu namzungumzia mama taarifina. Naam, atarifina raqma hatifi saidaliyati ya ummi. Je, unaefahamu namba ya simu ya duka la dawa ewe mama yangu? Ataarifu ataarifina rakma hatifi saidaliyati ya ummi, je, unafahamu namba ya simu ya duka la dawa ewe mama yangu. Na hivi hivyo swali namba sendes, namba saba, namba nane, namba tisa pamoja na namba kumi, kwa hayo utayafanya na kutuma sauti kwa admin insha Allah. Swali namba sita

mwanzoni wa sentensi tutatumia inna, kisha sema baada qala. Vile vile kama kutakuja kitendo yaqulu, yaquluna, qila, vitendo vyote hivi ambavyo vinatokana na hiki kitendo qala, basi baadaye itakuja inna na sio anna. Na maana hapa akasema, yaquluna wanasema innaha na sio yaquluna annaha, yaquluna innaha ahsanu tabibatin fi almustashfa.

Soma sentensi zifuatazo pamoja na kudhibiti hiyo hamza, ile itakuwa anna au inna. Sentensi namba moja, imeandika hapo adhunnu, nadhania, kwa sababu adhunnu si kitendo akulu, sio akulu wala sio qala. Kwa hiyo itakuwa ni anna na sio inna. Adhunnu annahu talibun jadidun, nadhania yakuwa yeye ni mwanafunzi mpya mbili. qala almudarris, amesema mwalimu, ameanza kitendo qala almudarris, inna atalib aljadida, wanafunzi mpya ni mwenye kujitahidi mno, inna atalib aljadida mujtahidun jidda. Na inna pamoja na anna kazi zake ni zile zile ambazo tulisoma kwa darasa za mwanzo kabisa, nasbu wa fatha kwenye mubtada nazinatia rafu kwenye khabar, nazinatia fatha kwenye mubtada, nazinatia dhamma kwenye khabar. Kwa hivyo inakuwa inna taliba al jadida wajitahidu jidda, kwa hakika mwanafunzi mpya ni mwenye kujitahidi mno. Namba tatu, sami'tu anna almudarrisa ma jaa alyawma, nilisikia ya kuwa mwalimu hakuja hii leo.

hivyo hivyo mpaka sentensi ya mwisho namba kumi na nne atadhunnu atadhunnu annani dhaifun janadhania, kwa mimi ni dhaifu. Atadhunnu annani dhaifun. Kisha nasema swali namba saba hadhihi asmau ayami lusbui, haya ni majina ya siku za wiki. Yaumu sabti ni siku ya Jumamosi. Yaumul ahadi siku ya Jumapili. Yaumul ithnaini yaumul ithnaini siku ya Jumatatu.

Talamidhu, talamidhu hatifun, naam, simu. Hatifun, hawatifu, naam, hawatifu, simu. Hawatifu, simu nyingi. Waziru lkharijiyyati, waziru wa mambo ya nje. Wajibatu nizile, kazi za kufanya. Tilmidhat, wanafunzi wa kike. Sasa wakiwa wengi, tilmidhatun, wanafunzi wengi. tilmidhatu tilmidhun mwanafunzi talibun mwanafunzi pia tilmidhatun mwanafunzi wa kike talibatun mwanafunzi wa kike. Amalun kazi wengi wake a'malun kazi nyingi. shahida ameshuhudia yashhadu anashuhudia. Jarun ni jirani mmoja wake wengi jiranun majirani wengi. raqmun namba wengi wake arqamun. waqtun wakati wa wengi ni awqat nyakati. dhahika amecheka dhahika amecheka yadhahaku anacheka.